Mama akija wanajifanya wapo bize kusoma. Huyu Shantel na wenzake wawili ndio pekee wanaoruhusiwa kuja na simu pale shuleni. Hii ni sekondary school, kikawaida simu huwa haziruhusiwi, ila sasa kwa kuwa wazazi wao ni matajiri na wamehonga pesa kiasi kikubwa sana kwa principal, wenyewe wanatumia chochote kile wanachotaka. Lakini pia mbali na shule, wanauza miili yao kwenye mitandao ya kijamii na kupata wateja, na wanawakonekti wanafunzi wengine ili mradi tu kuwaharibu kama walivyotumwa mwanzo. Kwenye kilinge chao cha wachawi hapa, Chantel kapokea simu ya mteja kutoka Malaysia, anataka huduma na atawasili Nigeria ndani ya wiki hiyo. nina habari mbaya na pia nina habari nzuri, tuna mteja kutoka Malaysia na anadau nono sana, lakini habari mbaya ni kwamba ni mwanamke, yaani ni msagaji na anataka mwanamke bikira. Hoyo tena akamwambia angepata huduma ila, kama anataka bikira itakuwa ngumu. Tunampataje? Chantel akamuulizia Amaka. Amaka kweli kafika eneo la tukio. Shentele akamuuliza unapenda hela? Ndiyo napenda. Una simu? Labda Amaka akachomoa kibatani chake huko, hii sio simu, hili ni boksi, yaani hili ni kopo tu. Akanyanyua iPhone yake macho matatu akamwambia najua unapenda simu yangu. Kuna mwanamke yupo tayari kukupa chochote kile, hata simu kubwa na nzuri kuliko ya kwangu. Ni wewe tuko rafiki na yeye na umsikilize kwa kila kitu. Akampa zile biskuti aendelee kumloga akili vizuri pale pale akaingia Adora, kawaka mbaya. Chantel, unajua vyema kaka yangu hawezi kuona bila miwani yake, na wewe umezichukua, embu naiomba hiyo miwani. Chantel akatoa ile miwani akampa kama kitakataka vile. Adora akajichenga, na wewe upokee simu zangu, ukikosa kupokea simu zangu hilo ni tatizo. Huyo Amaka, kama ni uchawi umemkolea sana, yani yupo tayari kufanya lolote kumfurahisha Chantelle tu. Sasa huyu ndiyo ndugu yake na Adora anaitwa Sami, na unavyowaona hivi, chochote kile wanahakikisha wanakiombea kwanza, wanaamini sana katika Mungu na wamelelewa katika misingi ya dini. Hapa wapo na Madam Helen anawapa onyo tu wakae mbali na wale wasichana watatu wasije wakawakaribia kabisa. Pia akawapa hela wakajilia barabarani, wakashukuru na nini pale, lakini wenyewe tu wakaiombea ile pesa kabla ya kwenda kuitumia. Leo ni weekend. Chantel na wenzake wanaingia kwenye biashara zao kama kawaida kujiuza, na hapa wapo wanamsubiri Amaka wampeleke kwa yule mteja aliyekuwa anataka bikira. Muda si muda Amaka akaja pale wakatoka. Sasa baadaye, wapo huko kwenye kiringe cha wachawi, na wamemleta pia Amaka kwenye kiringe chao cha wachawi, yaani wamemuunganisha moja kwa moja. Huyo kiongozi wao akawa anawapa maagizo pale, anataka damu ya Adora na damu ya ndugu yake Adora, yani Sami, kwa sababu Adora atakuwa kikwazo kikubwa sana kwao kutimiza malengo yao. Asubuhi kazi ikaanza, Amaka naye kashawekwa ndani ya kundi na misheni yao ni moja tu, kuhakikisha wanamwangusha Adora. Hapa yupo anamshauri Adora kuwa kina Chantel ni marafiki wazuri sana na hawana ubaya wowote ule, hivyo anamshauri pia aungane nao. Adora akamshangaa sana, imekuwaje huyu ana urafiki na kina Chantel? Akamuuliza, mama yako anajua kuwa una urafiki na hili kundi la hawa mabinti?